Kiasi yes, tulikuwa tuna changamoto kubwa sana kuhusu tatizo la umeme kwa sababu tulikuwa tuna umeme wa awali ambao ulitokea uli Ukongoroni kupitia Bwejuu, kwa muda mrefu tulikuwa tuna karibuni miaka ishirini, lakini ulipata changamoto hapa katikati ya kuzima na kuwaka, kuzima na kuwaka, ikafikia ika hadi mpaka wananchi, kwa baadhi ya watu wanakosa huduma hiyo kwa sababu kuna watu wengi wanafanya biashara kupitia umeme, na vile vile ikafikia wakati hata mji ukakosa nuru kwa sababu mji unapokosa umeme inakosa nuru, inakuwa ni giza. Nimerudia kule nyuma tulikotoka, lakini tunashukuru kwamba Mwenyezi Mungu kajalia tumeboreshewa huduma hii, kwa sababu tumepata umeme kutokea Chwaka na umepitishwa Pwani. Kwanza tunashukuru shirika shirika la umeme kwa juhudi kubwa sana walioifanya, kwa sababu badala ya kutokea Bwejuu sasa hivi umetokea Chwaka na tangu tuwe nao huo umeme sasa hivi unakaribia mwezi sasa hivi, lakini kuzima sasa hivi tumesahau kuzima umeme. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu na pia vile vile tunawashukuru hata viongozi wetu kwa sababu bila ya wao ina maana tusinge tusingefikia kuwa umeme umetokea Chwaka, na maana wanatuona na wanatujali. Kwa hiyo tunawashukuru sana viongozi wetu na tunashukuru shirika la umeme kwa kutuboreshea huduma kubwa ya umeme. Wito wangu kwa shirika la umeme kwamba wazidi kuboresha katika vijiji vingine ambavyo havijapata huduma hii. Sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi tumetulia kwa kiasi, kwa maana kama kuna sehemu bado haijafika basi serikali wawezeshe shirika la umeme wawafikie wale ambao hawajapata huduma hii. Mwanzo, ilikuwa umeme katika kijiji chetu ilikuwa ni mtihani kwa sababu unaweza ukawashwa sasa hivi saa nane lakini ukafika saa kumi hau, tukaja kukuta saa kumi za usi, asubuhi hau. Kwa hiyo ilikuwa changamoto taa, wafanyabiashara basi wanakula hasara kwa vitu vyao kwa sababu wanaweza wakafanya juisi lakini siku ya pili wakamwaza samaki, unaweza ukaletewa saa mbili za usiku au samaki, itabidi usilie frizani uwa pare saa hizo hizo, mlazimishe mwanamke atoke kitandani ajepata samaki kwa sababu. Lakini sasa hivi tunashukuru umeme huu ulioboreshwa, sasa tunashukuru umeme wa saa ishirini na nne tunaupata. Kwa hiyo tunasema, alhamdulillah, na kama changamoto ndogo ndogo za kibinadamu zile kuwepo sasa hivi, lakini hasa umeme sasa tunapata saa ishirini na nne. Shirika tunalipongeza kwamba lizidi ku ujiekeza ufanisi wake na Mheshimiwa Rais tunampongeza sana, tena nampongeza kwa dhati, kusababu, umeme, kaweni, kwa sababu umeme alituambia utatoka chwaka wenye, hatukuamini lakini siku ya tatu tunaona nguzo mpaka sasa hivi kama muda wa wiki mbili tu umeme umefika Charawe. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, na sasa tuna daraja amesema ametuambia, kwa hiyo tunahisi kesho kutwa nalo, kwa hiyo maendeleo yatakuwepo katika kijiji chetu. Charawe kilikuwa kiko mwituni lakini sasa hivi kiko mjini. ZECO ipo kuimarisha maisha yako.